Wizara ya Katiba na Sheria kwa ushirikiano wa ofisi ya mkuu wa mkoa, kama nilivyosema, inapenda sasa kuwataarifu wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu uzinduzi rasmi wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 16 Juni 2025 saa mbili na asubuhi, wananchi wao wamefika kwenye eneo hilo katika viwanja vya Maturubahi Mbagala, wilaya ya Temeke. Kama nilivyosema kwamba saa mbili mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasimu Majaliwa, Majaliwa mbunge, na wananchi wote, kwa maana ya saa mbili Mheshimiwa wa Waziri Mkuu wa atakuwa tayari kwenye maeneo hayo. Lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote lakini kama unavyofahamu, kwa nini jambo hili liko chini ya wizara ya katiba na sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba, na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria, na kama unavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi, moja linapaswa kuwe na weredi wa kitaaluma, namna ya kuweza kudiri na tatizo lililopo, na kwa mantiki hiyo jopo la wataalamu wa kisheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubahi ili kuweza kuwasaidia Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa, ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, kama nilivyokushasema hapo awali kwamba lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote nchini, ikiwemo makundi maalum kama vile wanawake, watoto na waathirika wa ukatili wa kijinsia. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonyesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kile ambacho kimekusudiwa. Kampeni hii baada ya kuzinduliwa kwa tarehe kumi na sita itatekelezwa kwa siku tisa mfululizo kuanzia tarehe kumi na saba sasa hadi tarehe ishirini na tano ya mwezi Juni. Najua wengine wanaweza akauliza swali baada ya kuzindua je, yes, siku hiyo tukitaka kupata sasa ufafanuzi wa masuala kadhaa inawezekana? Naweza nikakiri kwamba inawezekana, na ndiyo maana tunasema ni siku tisa baadaye, bila kuihesabu siku ya uzinduzi, lakini kwa kuhesabu na siku ya uzinduzi ni siku kumi mfululizo. Na kwa mantiki hiyo katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam, kupitia kata na mitaa yetu itatolewa ratiba maalum ya mzunguko wa namna ya kusikiliza kero na kutatua migogoro chini ya kampeni hii muhimu. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni hii ya msaada ya Mama Samia, wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo: moja, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora, mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza Dar es Salaam tumekuwa pia tuna experience tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro inayojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa, kwenye ndoa, baba na mama, familia wa upande mmoja au vinginevyo, inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kuto kupelekea weledi na ufahamu wa kisheria, jambo ambalo mwisho naweza likapelekea ugomvi hata kuuana lakini jambo nyingine ni mirathi. Mirathi inasumbua sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mirathi inasumbua sana, na ndio maana siku hizi tunaaswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia, unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa, nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa ya migogoro yake? Fika tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita 2025 viwanja vya Maturubahi Mbagala, uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho ya yale yanayokukabili. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi, tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo wanapima maeneo, maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati. Lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe kumi na sita Wakati fulani pia kununua maeneo ya skwata na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine, migogoro mingi naibuka na mwisho wa kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani. Lakini zaidi pia hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utapeli tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi, unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilometa nyingi au kilometa chache lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi unakuta gari limeibwa mahali fulani linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe kumi na sita kutakuwa kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala ya mbalimbali ya sheria za kimataifa, sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuto kupelekea kwenye hasara au kwenye migogoro lakini jambo la pili pia ni kwamba ni kutoa ushauri wa kisheria na ushauri na si kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia nyiye mnafahamu Dar es Salaam pia kuna vitabia vya baadhi ya watu kulawiti watoto wadogo au hata watu wazima, kuna hiyo tabia kubwa. Lakini zaidi pia kuna watu wengine, akina mama kunyanyaswa au hata akina baba kunyanyaswa. Sasa fika uweze kupata ushauri, uweze kupata counseling ya namna gani tunaweza tukaenda kutatua migogoro hiyo, ili mwisho wa siku uweze kuijenga jamii ambayo ni pana, ni nzuri, ambayo imejaa weledi mkubwa wa kitaaluma katika sheria. Tatu ni huduma ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa kupitia Rita. Nyie mnafahamu kwamba taifa letu, ili uwe mkazi wa Tanzania kuna vitu vingi ambavyo tunaviangalia, na jambo mojawapo tunaweza tukasema wewe ni mkazi wa kuzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania. Kwa ukazi umezaliwa. Sasa nataka tujue citizenship yako. Je, una cheti na kama huna cheti nini kiweze kufanyika? Je, nani anapata cheti? Mtoto anayezaliwa kwa siku moja au mtu mzima? Fika tarehe kumi na sita uweze kupata msaada huu mkubwa wa kisheria. Ndugu waandishi wa habari, wa nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii za uzinduzi na kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wa utekelezaji wa kampeni katika maeneo ambayo huduma hizi zitatolewa. Kama ambavyo nimesema, itakuwa ni rotation kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, lakini zaidi pia itakuwa ni mtaa, itakuwa ni kata, ili wananchi basi waweze kupata zile huduma ambazo zimekusudiwa. Na taarifa hii sasa, kwamba tarehe kumi na saba tutakuwa wapi, kumi na nane wapi, itatolewa tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita elfu mbili ishirini na tano kwenye viwanja vya Maturubahi pale Mbagala. Kwa hiyo kwa mtu yoyote mwenye swali leo wanakuwa wapi, njoo tarehe kumi na sita utasikia kesho utakuwa wapi. Ukifika tarehe hiyo, kila jambo litakuwa limekwenda vizuri. Nitoe rai kwa wale wana Dar es Salaam wote wanaokuja kwa ajili ya kupata suluhu la mambo haya, wahakikishe wanakuja na nyaraka zote za msingi ambazo zitasaidia jopo la wataalamu kuweza kushauri kuweza kutatua ama kuweza kufanya jambo jingine ambalo litakuwa kwa mujibu wa kisheria. Maneno matupu, kama mnavyofahamu, huwa hayawezi kusaidia kuwa ni evidence ya kutosha tunapotatua migogoro ya namna hii. Njoo na nyaraka unazodhani wewe ni mmiliki wa ardhi, wewe ni mwanandoa, wewe huyu ni mwanao, huyu kweli umemzaa, umemzalia Mwananyamala, anahitaji cheti cha kuzaliwa au vinginevyo njoo na ushahidi wa kinyaraka ambao utasaidia kufungua ukurasa mzuri wa namna kukusaidia kuweza kutatua migogoro ulioileta mbele ya wataalamu, ndugu yetu masu Eriakim pamoja na wataalamu wote na ofisi ya mkuu wa mkoa. Wataalamu wote wataongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, tutakuwa hapo ili kuhakikisha chochote unachokizungumza uwe umeonewa, na ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya afisa mtendaji ofisi ya kibiashara njo useme jambo lako bila kuogopa. Aidha tutaambatana pia na madawati maalum kutoka kwenye vyombo vya dola kama vile polisi watakuwepo nao, ili kama kuna jambo linahitaji ufafanuzi kutoka kwao, basi italazimika wao waweze kuwa na kauli nzuri kwa wataalamu ambao mwisho tutapata masuluhisho ambayo yatatusaidia kufikia baadhi kufikia kwenye hatima yetu. Kampeni hii imeanza kutekelezwa mwaka 2023 na 23, na na imetekelezwa kwa upande wa Tanzania bara lakini pia uh, Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar tumetekeleza mikoa mitano na upande wa Tanzania bara tumetekeleza mikoa 25 na t na mkoa wa Dar es Salaam unakuwa ni mkoa wa ishirini na sita tukikamilisha mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katika mikoa hii A, tumefikia zaidi ya wananchi milioni mbili wale ambao tumewahudumia mmoja mmoja, lakini pia tumeweza kufikia wananchi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Tumeweza kufikia zaidi ya wananchi milioni arobaini kupitia vyombo vya habari, ambao wameweza kuyafuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja, lakini elimu ambayo tulikuwa tunaitoa kupitia vyombo vya habari A, lakini pia mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumetatua migogoro zaidi ya elfu tano kati ya migogoro zaidi elfu ishirini ambayo iliweza kusajiliwa. Hiyo migogoro zaidi elfu tano ni ile ambayo ilitatuliwa papo kwa hapo, kama ambavyo umewaelekeza wananchi uh, uh, wa Dar es Salaam wa wale wanaoweza kuja na nyaraka zao, lakini tukaweza kupata upande wa pili, migogoro inaweza kutatuliwa papo kwa hapo tukiwa uwandani. Labda lingine, mheshimiwa mkuu wa mkoa, nifafanue pia kwamba timu za utekelezaji kama ulivyosema zitakwenda kwenye ngazi za kata. Kwa kila halmashauri tutakuwa na timu moja yenye wataalamu zaidi ya kumi na tano ambao